Unaweza ukawanyamazisha watu wote wale usiowapenda, wale wanaokukera, wale ambao unawaona ni kero kwako. Una uwezo wa kuwanyamazisha kwa kuwaua, una uwezo wa kuwanyamazisha kwa kuwafunga, kwa kuwatengenezea kesi, una uwezo wa kuwanyamazisha kwa kuwatisha. Ukikuta watu hao hawanyamazi, basi unaweza ukawanyamazisha kuwaua. Unaweza kuwanyamazisha wanadamu wanaokukera, wanaokuuzi, wanaokutinga ambao naona unaona ni kero, ambao unaona kelele zao zina kukera. Una uwezo wa kuwanyamazisha kwa, kwa kuwaua. Lakini huwezi kunyamazisha damu za hao watu unaowaua, hao watu uliowaua kwenye masikio yako. Hautaweza kunyamazisha kamu. E, unaona hizo sauti zinaonyesha makosa, makosa yako. Unaona hizo sauti ni kama taa inayokumulika sana, kwa hiyo cha kufanya ni nini? Nikupiga ile taa ili izimike ili wasikuone, si ndio? Nasema hivi unaweza kupiga hiyo taa ikazimika, lakini vile vio vile vilivyovunjika vile kutoka kwenye ile taa havitakuacha salama. Waliozoea kumwaga damu wanafahamu kinachokiongea. Utaona kimvuli cha huyo mtu. Utaona damu ya huyo mtu, utasikia sauti za ajabu masikioni mwako Utaona vitu vya ajabu, wanaonaga vitu vya ajabu, ndio maana unakuta wanaenda kunywa pombe kali. Wazee wa matukio ya mauaji ni watu wakunywa pombe kali. Una uwezo wa kuwanyamazisha idadi yoyote ya watu ambao wanakokela kwenye masikio yako, unaweza kuzinyamazisha sauti zinazokokela kwenye masikio yako, lakini huwezi kunyamazisha damu. Unaweza ukaua, unaweza ukafanya chochote, lakini huwezi ukanyamazisha damu za watu waua kwenye masikio yako hauwezi kunyamazisha, hata kwa kunywa pombe kali, hata kwa kunywa hata, nenda kazini na wanawake wengi, nenda kafanye kila jambo, nenda kwa mganga wa kienyeji kakupe na ilisi, nenda katambike, nenda kazindike, huwezi kunyamazisha damu ulizozimwaga kwenye masikio yako. Ila watu wanaokukera unaweza kunyamazisha, unaweza ukawanyamazisha kwa kuwaua, unaweza ukawaua ukidai unawanyamazisha, lakini huwezi kama. Madhara ya kulazimisha watu tulieni, tulieni. Don't talk. Usonge kitu. Usihoji. Nimekuwa na baadhi ya familia hadi mtoto hawezi uliza swali. Swali. That's very dangerous. Nakumbuka katika level fulani ya elimu sitazungumza, ya elimu huyo mwalimu mwalimu asitajulikana ni nani. kuwa na Anasema nisikize, kwa makini ukinisikiliza, huna haja ya swali. Namkumbua vizuri sana utanielewa, una haja ya swali. My dear, ndugu zangu, hii ni mbaya mno. Unapolazimisha watu wanyamaze, watulie, wasihoji, wasipaze sauti, matokeo yake ni mabaya mno. Isaya 30, 10. Isaya 30, 10. They tell the prophets to keep quiet. They say, don't talk to us about what is right. Tell us what we want to hear. Let us keep our illusions. Unajua maana yake? Anazungumza hapa. Anasema Hali inakuwa mbaya zaidi hata wanapowaambia watumishi wa Mungu wasiongee. Imagine Mungu anasema katika jamii yenu mmenichukiza kiasi kwamba mmemwambia na nabii, usiongee. Wanasema nabii usiongee kwa sababu hatutaki kusikia mambo ya haki. Angalia pale, they tell the prophets, na sio prophet mmoja, prophets. Kamata neno prophets, maana ni wengi. They tell the prophets to keep quiet. Neno to keep quiet, to them is peace, kwamba wasipoongea ndio inaitwa amani wasipohoji ndo inaitwa amani. Wasipoleta ujumbe obwana, wa Bwana inaitwa amani. Na kipindi kile manabii walikuwa wanakuja kukemea, manabii wasipokemea hiyo ndo inaitwa amani, according to them, kwa mjibu wao, wafarume wa kipindi hicho, nabii asipohoji inaitwa amani, nabii asipokemea inaitwa amani. Tena wakaeka komande, angalia komande, they tell the prophets to keep quiet, neno they tell maanake they order them. They have ordered the prophet to keep quiet. It's an order. Why? Wanasema, they say, don't talk to us about what is right. Mtu tuambie mambo ya haki. When you see watu hawataki kuambiwa kilicho haki. Haki ya hii kampuni. Haki ya wafanyakazi. Haki ya wanafunzi. Haki ya waraia. Haki ya waumini. Ukiona mtu anasema wasungumze haki, there's a big problem and God is not happy.

kwa sababu hata kama bidhaa amini, hata kama thamani ya kampuni inashuka, wao wanakuambia boss, oh, yeah, yeah, ujui tu boss anasikiza ile maneno, mwisho wa siku anasikiza kampuni yake imetoka nje. Na kama umeshaangalia kwenye jamii nyingi, mtu ambaye anajaribu kuleta ku, ku, ku, kuongea ni kama anaonekana kama anapinga, lakini huenda angesikizwa mwanzo wake, anaboresha zaidi huyo mtu. Kama anaongea na wewe kama anaongea na nione, mkono wako kama unaongea nawe kwa njia TV, naongea nawe kwa njia mtandao wa kijamii, nione mkono wako ukisema, mtumishi endelea, endelea, endelea, endelea. Unaona viongozi wa wa zamani walivyoharibika? Au walikuwa ni wafalme wa Israeli. Wanasema, kwa hiyo Mungu aliwatuma manabii akiwaambia: Fateni njia hii, wafate njia hii, hili usifanye, hili usifanye. Biblia inasema ikatoka oda. Don't tell us what is right. Tell us sweet things. Sugar coat words. Banana chocolate words. Now, nataka kwa watu wote nyenye ni watu wazima, mtu akikuambia, Don't tell me what is right, maanake nini? Huyu mtu anajua what is right, isipokuwa ameamua, ameamua kupindisha. Ndio wale ambao Isaya anasema njia yao waifuatayo, wamepindua njia na hapata kuwepo na amani kwao. If a person tells you, don't tell me what is right, it means that person knows what is right and knows what is wrong jamii no, mai, ni, ni mabaya oamo so, unapo unapoona mahali kokote kuna makatazo, usiongee haki ongea amani, usiongee haki ongea amani. hamani aji mpaka apate wazazi wawili, mzazi wa kwanza anaitwa haki mzazi wa pili anaitwa nini? Usawa. So no matter how you preach you are not preaching peace, una preach what we call utulivu. Na utulivu unaolazimishwa pasipo haki na usawa, kuna siku hautadumu, sababu Biblia nasema tulivu unaotokana na haki ndio unaodumu milele.